E bana, leo ni tarehe saba uh, ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ukipita kwenye ukurasa wa Instagram wa Almasiri waliandika tarehe saba na kuwakaribisha mashabiki wa Young Africans kuwa watakutana tena katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, uwanja ambao umeibeba mechi ya tarehe tisa yenye hisia za aina yake ambazo zimetukutanisha na Dula Heavyweight kuyajadili mengi ambayo yapo ndani ya mchezo husika. Dula, hali yako iko vipi? Kwema, mambo anasemaje, ndugu yangu? Tunamshukuru mwenyezi Mungu, mambo yanasonga e bana. Tumezungumza vingi sana Dula. hmm. Tumegusia mengi sana kuelekea hii tarehe yeah. tisa. Sasa watu hivi sasa masikio yao wanatamani kusikia simba kwa namna ipi watavuka e, mfupa e, wengine wanaita mlima, kila mmoja kwenye namna ambavyo anaweza kuiweka, lakini inaonekana simba bado ana kazi ya ziada kufanya anavuka vipi? watu maswali yao ya kwa, of course kuvuka wanavuka vipi ni kushinda, mm -hmm, tu hakuna, amna, hakuna namna nyingine. Yani ukitaka kuvuka, namna pekee ambayo Simba Sports Club wamebakia nayo mkononi mm -hmm, ni moja tu kwamba waweze kushinda mchezo kwa tofauti ya mabao matatu mm -hmm, kwa sababu tayari wamesha kutanguliwa magoli mawili. Kwa hiyo automatically wanahitaji magoli mengine mawili ili, uh, mawili, yani kuanzia mawili na waweke interval pia ya kuanzia mabao matatu ili aggregate iweze kuwa uh, kwa favor kwa upande wao. Hiyo ndo namna pekee, umenielewa? Kwa hivyo na timu ambayo wanaenda kukutana nao ni mfupa mgumu, timu ya Al-Masry. Umenielewa? Ambayo ni timu ambayo kwenye mechi za ugenini inaonekana haiperform vizuri mm, sawa na kama itatokea Simba amepoteza, Simba amepoteza amepoteza mfano mm, tafsiri ya haraka haraka inakuwa ni kwa mara ya pili tu Al-Masri kuweza kushinda michezo miwili dhidi ya, ya timu ya eh, moja katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika eh, hasa hatua ya robo fainali. Manake wameshawahi kufanya hivyo mwaka 2018 dhidi ya USM Alja, amnelewa, na waliweza kushinda bao moja sifuri katika michezo yote miwili. Kwa kama ikitokea Simba Sports Club amepoteza, basi itakuwa ni kwa mara ya pili ya wajamaa wanafanikiwa kushinda michezo yote miwili lakini so far katika edition hii hawajashinda mchezo wote wa away umeelewa eh yeah hawajashinda mchezo wote wa away kikanuni dhidi ya Zamalek ambao ni wa Misri wenzao walipokuwa nyumbani Zamalek waliweza kuwafunga Al-Masri wa bao moja sifuri lakini mechi mbili za away dhidi ya Black Bulls Maputo pamoja na Enyimba zote ziliweza kumalizika kwa sare ya bao kwa moja kwa moja tafsiri ya haraka haraka Simba wanaenda kucheza na mpinzani ambaye hana performance nzuri currently kwenye mechi zake za ugenini, ugenini. Subenelewa mm -hmm. Kwa hivyo inachohitajika tu ni, uh, ni ile organization ambayo of course Simba wanaifanya, wamejaribu kuhamasisha uh, sana kupitia msemaji Ahmed Ali uh, mashabiki waweze kwenda uwanjani, lakini vile vile kumefanyika press mbalimbali, kumetolewa uh, sadaka kwa mayatima na vitu mimi navyoona vinavyofanyika, ile yote ni kwa ajili ya ku wamejaribu kuwaalika uh, watu wa dini, maanake viongozi wa dini wa pande zote mbili mwa mposa pamoja na mufti wa mkoa. Kwa hiyo ni katika, na, na, na, ni, ni katika kujikurubisha pia kwa kwa Mwenyezi Mungu ili mradi tu kwamba mambo ya E, yani yote ni maandalizi, yani yote hayo ya ni maandalizi e. Na Simba sasa hivi imepania sana maana maandalizi yake? <laughs> Of course, na, na kuna statement ambayo pia imetolewa kwamba eh, kupitia CEO lakini vile vile kupitia mtendaji uh, mkuu wa zamani mm -hmm. uh, kwamba Simba wanaamini kwamba hawat, yani hawata yaani kwamba hawataona au hawategemei, labda niseme hivyo, kuona mshabiki ambaye si mwana Simba anakwenda kuharibu mechi hiyo. Uh, unajua tayari ishakuwa na tension kubwa nje ya uwanja kwa sababu hii ni, ni, ni mechi kubwa. Nimeelewa, ni mechi kubwa zaidi kwa ju, kwa juma hili kuliko mechi yoyote, kwa hiyo tafsiri ya hara. haraka haraka kuna huo mgongano na uh, wameenda wametaja kabisa kwamba hata kama ni mwana, umevaa jezi ya Simba lakini ukishakuwa doubted kwamba wewe sio mwana Simba, possibly unaweza usi- usipate nafasi ya kuingia. Ninalo swali uh, hmm. na swali langu lipo hivi Heavyweight, uh, uwanja wa Benjamin Mkapa Ulishawahi kumbakisha Simba Sports katika matokeo ambayo alionyesha performance nzuri, ambayo ingemvusha kutoka hatua ya robo finali kwenda nusu fainali. Ilikuwa upande wa klabu bingwa Uh, barani Afrika dhidi ya Kaiser Chiefs mm, bao nne hapa akaondoka na bao tatu. Mambo mm, yakawa uh, faida zaidi kwa Kaiser Chiefs. Safari hii uh, Simba wamemiliki zaidi mpira wakiwa ardhi ya ugenini, wamewapa matumaini wana Simba kuwa matokeo yanaweza kupatikana hapa. Cha ziada ni kipi ambacho kinatakiwa kifanyike katika mchezo uh, wa second leg quarter final? Of course cha ziada ni kimoja tu, ni kuconvert nafasi ambazo zitapatikana unajua mchezo wa wa, wa wa, first leg Simba wali create baadhi ya nafasi lakini matokeo yake wameshindwa kuzitumia zile nafasi yani, hicho ndio kikubwa, umeelewa? Kwa sababu uwezo e, wa kutengeneza nafasi Simba wana Eli Mpanzu, ni mchezaji ambaye anaweza kukugarantee at least nafasi tatu katika mchezo. Kibu Dennis anaweza kukugarantee at least nafasi tatu kwenye mchezo, umeelewa? Jan Charles huwa the same Aya, ni specialist wa set piece, mipira ile iliyokufa, either kwa kupiga indirect free kick au kuattempt direct free kick, sawa. Kuna wachezaji ambao kwa mfano kama kuna, kuna Fabrice Ngoma ambaye ndo anashikilia record ya kuwa mchezaji wa kwanza eh? kuweza kutoa assist mbili dhidi ya Al-Masry kwenye michuano ya kombe la shirikisho, akitoa akifanya hivyo of course mwaka 2018 akiwa na Vita Club akiiongoza uh, Vita Club kuweza kushinda mabao manne sufuri. Sijui unanielewa? Kwa hiyo kama itatokea ametoa ame, ame, ame assist kama ambavyo alifanya mwaka 2018, basi kale atakuwa mchezaji wa pili kihistoria uh, kutoa asisti kutoa asisti katika timu mbili tofauti dhidi ya Al-Masry tangu alipofanya hivyo Shadrack Lukombe ambaye naye alitoa assist mwaka 2018, lakini alitoa assist mwaka 2022. Mwaka 2018 alikuwa na Vita Club akisaidia akisaidia Berekane kuweza kufika finali na kuweza kutoa taji hilo. Kwa hiyo, kama Fabrice Ngoma, kutoa assist mbili katika timu mbili tofauti akiwa na Vita Club na na akiwa Simba Sports Club kwa hivyo kuna wachezaji ambao wana uhakika wa kutengeneza assist hapo eh. Kwa hiyo nafasi zitatengenezwa no. Unanielewa? Kwa hivyo cha ziada hapo ni kuzi... kuzitumia nafasi. Eh, kuzitumia tu hizo nafasi ukishazitumia hizo nafasi automatically unajitengenezea mazingira mazuri no. ya kuweza ku, ku, ku, kushinda mchezo Menilo, na namad magoli mawili watu wanaona ni mengi, of course ni mengi lakini Uh, ikitokea dakika ya mwanzo tu labda dakika kumi za mwanzo za mchezo ume, ume, umefunga goli moja, automatically linabaki baki moja, ambayo uh, mwarabu mwenyewe akifikiria kwamba kuna dakika themanini za kucheza alafu nadaiwa goli moja before hawa jamaa kutan na kupindua aggregate, ye mwenyewe atakuwa anaogopa of course. Kwa hiyo uh, watu wanaona ni mengi lakini, tu hata mshabiki wa timu pinzani akishaona tu Simba akashatangulia goli moja ye mwenye matumaini anakufa, huyu ambaye anashadidia magoli mengi mawili mengi ne, sawa ni mengi, lakini likipatikana moja tu, we mwenye tumbo joto linaanza kukupata. Kwa hiyo automatically plan inakuwa mara nyingi kuanza kupunguza aggregate, ukishapunguza bao moja, automatically unajitengenezea mazingira ya kusawazisha aggregate na kuweza kufunga bao la ziada la kufanya wewe e, kuweza kupata ushindi mnono. Kwa hivyo e, matumaini kwa sababu na, nafikiri e, ukiachana na kampeni ya Simba inaitwa hii tunavuka umeelewa? haitaje mm. kama ilivyo hii. wao, wana ah, ah, sasa unakosea. Kampeni inaitwa ah. hii. hii tunavuka. Kwa hiyo kama mwanahabari lazima uhitaje kama ilivyo ndo, kampeni iko hivyo, kwa hiyo kwa sababu tunavuka kama taifa au kama Simba na kama taifa vile, vile, kwa hiyo eh, kwa sababu kampeni yao imesema hii tunavuka, ambayo imeanzishwa na Ahmed Ali na possibility kubwa wakavuka mm. Eh, watu wasisahau kwamba mimi soon tu baada ya mchezo mm. pale pale, yaani mchezo ulivyoisha tu wewe ulinihoji eh, ukaniuliza nafasi ya Simba mm. kwenda nusu iko vipi baada ya matokeo wale, nikakwambia pale pale, pale kwamba Simba anaenda kufuzu mm. nusu Final, na kauli yangu bado sijaitengua. Tuna masaa kadhaa, yaani maanake siku ya kesho imebaki mm. eh, kabla ya kuface mchezo kati ya eh, Simba Sports Club wakiwa nyumbani Benjamin Mkapa dhidi ya Al-Masry. Naendelea na kauli yangu ile kwamba Simba mm. anakwenda kufuzu hatua hii na kuingia nusu fainali ya kombe la shirikisho. Mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza mm. narudia tena, kwa sababu kauli ya hii tumevuka, Ahmed Ali alikuja kuitoa siku za baadaye uh, ukiwa tayari umeshazungumza. Mimi nimeshazungumza of course, mimi nimeshazungumza... uh, na mara baada ya dakika 90 ukazungumza eh, kwa hiyo kuna watu wakanambia huyu hajui mpira huyu timu ishata kutangulia unaanza kujipa matumaini. Na nini, na nini? Menelewa, hakuna, sijipi matumaini. Mimi hata wasi, wasi, wasi. Unavoona eh, explain data zangu, unaona kabisa nazungumza kitu ambacho daktari akikwambia wewe ugonjwa wako kumwambia daktari unajifanya Mungu. No, yeye hajakuambia haja tarehe unayokufa, ila amekupa ile timeline kwamba wewe, ninavyokuona, makadirio yako, makadirio yako, kama utazidi, basi hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa stage hii ulofika, naona kabisa hutoboi miezi miwili. Madokta huwa wanaweka wazi sometimes wagonjwa, si muda mwingine sio wagonjwa, ndugu wa mgonjwa kwamba huyu hali yake iko very critical, tumpe wiki mbili kwa hiyo kama mna, mna, mna nini ajiandaeni na mazishi kabisa, kama kuchangishana na nini, sinaelewa <laughs> <laughs> hey, eh kwao na mimi <laughs> of course mimi ni kama doctor tu, kwamba mimi si predict ila ninavyoiona ni, ni, Almasri na ninavyoijua <laughs> nina Simba. Naam, sawa uh. na michezo yake dhidi ya benchi katika mchezo wa wa, wa, wa, wa Mkapa pale uh. ni kama ninawaambia tu wao kwamba ni kama dokta tu kwamba mm. kwa, kwa ninavyoiona Almasri uh Sawa, inakwenda kutoka yani haitokuja, haito kufanya maajabu yoyote. Yani ninavyo, kama itafanya maajabu sasa ndio tunarudi kule kule kwamba hiyo tena ni mipango ya Mwenyezi Mungu, na huwa inatokea kwa sababu Jwaneng Galaxy ameshawahi kutanguliwa mbili akaja akafanya comeback hapa, si ndio? Eh, inakuwa timu ya kwanza kufanya hivyo dhidi ya Simba, si ndio manache? Lakini eh, ukija ukichukua zile probability kwamba nani ana faida zaidi ya kuweza kuondoka na ushindi, umeelewa ni Simba. Kwa hiyo hatuwezi tukasimama upande wa opposite kwa sababu kuna mfano mmoja hasi, alafu mingi chanya tu. Tuipuuze mingi chanya kwa sababu tukufurahishe wewe, tuchukue mpango mmoja wa hasi tuuweke pale? No, hatuendi hivyo sawa. Kwa hiyo mimi ni kama dokta tu, kama mgonjwa yule. Almasri ni mgonjwa, yupo kwenye critical condition eh, anaenda katika uwanja ambao uko very critical vile vile, anakutana na mashabiki ambao tayari wana, wamesha prove kwamba ikifika stage kubwa, wanahitaji kufanya nini, wanaelewa majukumu yao. Sasa kivipi atatoka? Unajua kuna, kuna vitu ambavyo havihitaji kupewa moyo.